Kamanda wa polisi wa mkoa wa mjini magharibi kamishna ya msaidizi Mkadam Hamis akiongea na ITV katika makao makuu ya polisi amethibitisha kutokezea kwa matukio mawili wakati wa saa saba za mchana ambapo mmoja umetokezea katika mgahawa wa kitalii wa Mercury uliopo karibu na bandari ya Zanzibar, na milipuko miwili iliyotokezea kwa pamoja kwenye lango kuu la kanisa la Anglikana la Mkunazini ambalo watalii wengi wanafika kulitembelea. Hata hivyo hakuna athari aina yote ya kibinadamu na mali kuharibika yaliyotokezea kutokana na milipuko. Kwa hiyo kwamba kuna mlipuko umewekwa chini ya sakafu ya ile ule mkahawa, sakafu yenyewe ni ambao chini kabisa kwenye mchanga, kwa sababu ni bichi. Kuna kuna kuna kuna sehemu umewekwa na baadaye, katika kulipuka basi ukasababisha mbao mbili kupanda juu, moja ilichanika na nyingine ilitoka tu. Na ndani ya mkahawa ule mlikuwa na Watanzania na wageni, walikuwa wamejaa. Baada ya kusikia kishindo kile, wakakimbia. Kwa bahati nzuri hakuna madhara kwa mwanadamu isipokuwa ule mbao. Lakini wakati niko pale kwenye lile tukio ambalo nilifika mwanzo pale pale, nikapigiwa simu kwamba Mkunazini vile vile lil e, kwenye njia inayoelekea Mkunazini karibu na kanisa la Mkunazini pia umetokea mlipuko mwingine. Pale nilikwenda, bahati nzuri nilikuwa na wataalamu ambao walitoka kutoka Dar es Salaam, tumeshirikiana tukafanya uchunguzi wa awali, tukaona kwamba ni aina moja na ile ya kule, kwa sababu hata kikontena kilichotumika ni kitu kimoja lakini pia tukaona kuna particles hapa na pale. Sasa tumechukua sample kwa ajili ya uchunguzi. ITV ilifika katika maeneo hayo moja baada ya moja na kushuhudia wananchi wa mji mkongwe wakiwa na wasiwasi, huku baadhi ya maduka yakianza kufungwa, ambapo katika eneo la Mercury ilioko mga katika mgawa huo unaotembelewa na watalii wengi, limeathirika baadhi ya mbao katika sehemu za nje karibu na ufuko wa bahari, kwa vile tokezea ukingoni wa bahari. Lakini katika eneo la kanisa lilitokezea karibu na maduka na wananchi, na miwili, ardhi, na wananchi na kusababisha milipuko miwili ambayo ilipasua ardhi na kuharibu gari ya mwananchi mmoja aliyokuwa ameegesha katika eneo hilo ambapo kwa neleza, yeah, ah, imekuwaje hapa? Mimi nilikuwa yeah, naenda msikitini nikasikia mripuko, baada ya kusikia mripuko nikarudi mbio, watu wakaniambia labda gari yangu ina shoti katika nataka kuiondosha, ingine tusiondoshe gari ina shoti. Ukaja kwa pili ambao nami mwenyewe vile vile umenipiga kishindo kikubwa kimetokezea kwa kweli. Sasa kuna mwenzangu alikuwepo wa hapa ndio kaa, namuuliza ni kitu gani, hatujakaa vizuri, kimetokezea kimetokezea kime kingine tunatoka ile pale kimepiga paka kimenani pale sasa kime pasu, kitu gani kinachopiga hatukujua, lakini ni kishindo kimoja kikubwa sana. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na jeshi la nchi ya Tanzania lifika katika maeneo yote mawili na kwanza upelelezi wao kuchukua baadhi ya vitu vilivyokuwa vimezagaa na kuchunguka kwa uchunguzi zaidi, huku ITV kishuhudia jeshi la polisi wakikusanya vitu katika eneo la Mkunazini na kuweka alama maalum kwa uchunguzi wao na baadhi ya wananchi kuzuiliwa kutembelea katika maeneo hayo. Katika kati hiyo tunaleta taarifa hizi ya ITV ilishuhudia wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama hapa Zanzibar. Kamati ya ulinzi na usalama imeanza kukutana jioni hii katika makao makao makuu makao ya polisi. Hadi tunaleta taarifa hizi hakuna aliyejulikana kuhusika na chanzo hicho, na milipuko hiyo imesababishwa kwa sababu gani. Kutoka Pakiswani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV.